Na kwingineko ni kwamba viongozi wa kidini katika kaunti ya Taita Taveta sasa wanatoa wito kwa wanasiasa humu nchini kupunguza cheche za wa kisiasa wakisema wakati huu ni wa kufanyia wananchi maendeleo. Wakizungumza mjini Voi, viongozi wa muungano wa maaskofu wanasema kampeni za kisiasa hazifai kwa sasa, huku wakitoa wito kwa miungano ya kisiasa kusitisha siasa za mapema. Aidha, wametoa wito kwa Wakenya kuunga mkono juhudi za kuhakikisha tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC inaanza kazi ili chaguzi ndogo ambazo zinasubiriwa ziweze kufanyika kwa wakati. Tunaomba wanasiasa wasitisi, maana zitaathiri maendeleo ya nchi na uchumi wetu utazorota. Wangojee wakati wa kampeni ukifika, kila mtu ako na haki ya kukampeni na Wakenya watakuwa na haki ya kuchagua wale wanataka wawe viongozi wao. Viongozi ama Wanakenya wale ambao wanaona ni vyema kwenda kotini na kuzuia IEBC kuapishwa na kufanya kazi, wasitishe kidogo, ili kuna sehemu ambazo ni za wakilishi bunge na wakilishi wadi ambao hazina wakilishi Tungeomba kwamba watu wote wa Kenya waakilishwe katika maeneo ya wawakilishi wote. Maana matamshi yanayotolewa na viongozi wetu wa kisiasa si matamshi mazuri, mengine yanachochea uhasama, na bila shaka unda utakuta kwamba hata baadhi ya mauaji yanayoendelea katika taifa letu la Kenya huenda yanachochewa na matamshi ambayo eh, yanayoendelea.